Karibu tena msikilizaji, uh, na leo uh, tunazamia kwenye eneo ambalo linaweza kuwa gumu kweli katika mahusiano, yani pesa na ndoa. Mm, mada nzito kidogo. Ndio tunaangazia dondoo kutoka kwenye maudhui um, kichwa chake ni money and misery financial stress in marriage. Naam, lengo letu hapa ni kuchimba kidogo, kuona jinsi hizi tofauti za kifedha, unajua, kama madeni au hata tabia tu za matumizi mm -hmm. Zinavyoweza kuleta shida kubwa, na jinsi, kama maandishi yanavyosema, hata mazungumzo tu kuhusu pesa yanavyoweza kufichua eh, mivutano mwingine mikubwa iliyojificha. Kweli kabisa, ni mada muhimu sana hii. Hebu tuanze basi, wewe msikilizaji, ushawahi kujiuliza kwa kina jinsi fedha, pesa hizi hizi, zinavyoweza kuwa kiini cha furaha au shida kwenye uhusiano wako? Na kama ulivyosema maudhui haya yanaweka wazi kabisa migogoro hii ya kifedha mara nyingi sio tu kuhusu eh, nani anatumia nini au deni limefikia kiasi gani. Sio namba tu yani. Hasa mara nyingi sana hiyo ni kama dalili tu, kuna mambo yanaendelea chini kwa chini. Hapo panavutia. Sasa unaposema mambo chini kwa chini, maudhui yanagusia nini hasa, kivipi? Kitu kimoja kinachosisitizwa sana ni jinsi hii migogoro inavyoweza kuakisi, unajua, mapambano ya kimamlaka ya udhibiti ndani ya ndoa. Kumbe mamlaka. mm, eh, nani ana sauti ya mwisho kwenye maamuzi? Nani anahisi kusikilizwa? Nani anahisi kupuuzwa likija suala la pesa mm. Na cha kushangaza zaidi, maandishi yanasema hata pale wanandoa wanapoenda kwa mshauri wa kifedha, wakidhani wanaenda kutatua namba tu eh? Kabisa, wanadhani ni kuhusu bajeti tu, lakini wanaweza ghafla kujikuta kwenye mjadala mkali kuhusu nani hasa anataka kuwa na kauli ya mwisho kwenye maamuzi yote ya ndoa, sio pesa tu say... Kwa hiyo ushauri wa kifedha unaweza kuwa kama kioo fulani hivi kinachofichua zile nyufa zilizokuwa zimejificha. Hiyo ni nukta nzito kweli, inabadilisha mtazamo kabisa kuhusu ile dhana ya kugombania pesa mm -hmm. Na hapo ndipo nadhani tunaingia kwenye zile nguzo muhimu sasa yale maandishi yanazigusia kama njia za kujaribu kuepuka huu msiba wa kifedha, ndio. Yaani umuhimu wa kuwa na uelewa wa mambo ya fedha ile elimu ya kifedha. Mm -hmm. Halafu hitaji la kuwa tayari kukubaliana kulegeza kamba kidogo kila upande, sio? Kabisa, maafikiano. Na mwisho, umuhimu wa kuwa na picha moja mnayoilenga pamoja kifedha, malengo ya pamoja ni kweli kabisa. Na hii elimu ya kifedha sio tu kujua kuhusu hisa au budget hapana, ni zaidi ya hapo. Eh, katika muktadha huu inamaanisha pia kuelewa mitazamo tofauti. Wewe na mwenza wako mnaweza kuwa na mitazamo tofauti sana kuhusu pesa, labda kutokana na malezi yenu. Hilo ni kweli, malezi yanaathiri sana sana. Na kuhusu maafikiano, hapo sasa ndipo penye ugumu mara nyingi, kama maandishi yanavyoonyesha si rahisi kulegeza msimamo kwenye kitu kinachogusa usalama wako wa kifedha au ndoto zako. Ni vigumu eh, vigumu sana, lakini bila huo utayari wa kusikilizana, kutafuta njia ya kati, basi yale malengo ya pamoja yanabaki kuwa ndoto tu. Ni lazima kuwe na kama daraja linalounganisha pande mbili na kuongelea hilo daraja na mitazamo tofauti, nadhani hapo ndipo linaibuka lile swali gumu ambalo waandishi wanaliuliza lile swali la msingi eh. Hilo hilo sasa, tufanyeje na hizi pesa zetu? Tuzichanganye zote kwenye kapu moja, au kila mtu abaki na zake pembeni? Hili linaonekana kuwasumbua wengi sana. Bila shaka linawasumbua, na maandishi haya kusema kweli hayatoi jibu rahisi la ndio au hapana. Hakuna jibu moja kwa wote, yani hakuna kabisa kwa sababu hali halisi ni ngumu zaidi. Hakuna mfumo mmoja utakaofaa kila ndoa. Ule uamuzi wa kuunganisha akaunti zote au kuwa na za pamoja na za binafsi au kutenganisha kabisa, aa, unategemea mambo mengi sana. Kama nini? Kwa mfano, kwanza, kiwango cha uaminifu baina yenu, mnaminiana kiasi gani? Pili, malengo yenu ya pamoja ni yapi hasa mnataka kununua nyumba, kustaafu pamoja, kusomesha watoto, malengo makubwa hayo, ndiyo na muhimu kuliko yote. Kama maelezo yanavyosisitiza tena na tena, ni uwezo wenu wa kuzungumza kuhusu pesa kwa uwazi, bila kila mazungumzo kuishia kuwa vita. Hapo kwenye mawasiliano ndio pagumu. Pengine na labda faida na hasara za kila njia, maandishi yanagusia hilo, ndiyo, yanadokeza kidogo kwa mfano, kuchanganya fedha zote pamoja inaweza kuleta uwazi zaidi, kurahisisha kufuatilia mambo na kufikia yale malengo makubwa ya pamoja. Inajenga ile hisia ya sisi kwa nguvu zaidi, hiyo inaeleweka. Mepoteza uhuru wao binafsi wa kifedha, na hapo migogoro inaweza kuanza kama mmoja anahisi matumizi ya mwenzie hayafai. Unajua, nafahamu. Halafu ile njia ya kutenganisha kutenganisha fedha kuna linda huo uhuru binafsi, kila mtu anajitegemea kwa kiasi fulani, anajisikia huru zaidi na pesa zake. Lakini kuna lakini hapo, nahisi mm, kuna lakini. Inaweza kufanya iwe vigumu kupata picha kamili ya hali yenu ya kifedha kwa pamoja, na wakati mwingine mbaya zaidi, inaweza kuficha matatizo kama madeni au matumizi siyofaa, hadi pale yanapokuwa makubwa sana, ndio yanakuja kujulikana. Kumbe. Kwa hiyo ni mjadala ambao unahitaji uwazi mkubwa sana baina ya wanandoa wenyewe, uwazi na uaminifu mkubwa. Haya yote yanaonyesha jinsi hii mada ilivyo na tabaka nyingi eh? Tumeona jinsi masuala ya fedha yalivyo zaidi ya namba tu kwenye akaunti ya benki, mengi zaidi. Kama maudhui haya yanavyotukumbusha, yanagusa mizizi ya uhusiano wenyewe: uaminifu, mawasiliano, usawa wa kimamlaka na jinsi mnavyoiona na kuipanga kesho yenu pamoja ni, ni mchanganyiko unaohitaji uangalifu mkubwa kweli kabisa. Na tukifikiria juu ya haya yote uwe msikilizaji wetu, labda hili ni wazo tunalokuachia utafakari kidogo na zaidi ya ule uamuzi wa kiufundi tu wa kuunganisha au kutenganisha akaunti zenu za benki, ni mazungumzo gani muhimu kuhusu pesa, kuhusu matumaini yenu ya kifedha, labda hata kuhusu hofu zenu za kifedha ambayo bado hujafanya na mwenza wako? mm, swali zito hilo. Ni kona gani hizo za kifedha mnazikwepa kuzizungumzia? Huenda huenda hapo ndipo penye ufunguo wa utulivu au msukosuko zaidi kwenye safari yenu ya kifedha pamoja.